Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe. Kitabu cha Zaburi sura ya thelathini na sita mstari wa tisa. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tatu. Enyi mbingu staajabuni kwa ajili ya jambo hili, mkaogope sana na kuwa ukiwa sana, asema Bwana, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili: wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo, yasiyoweza kuweka maji. Kitabu cha Yoana sura ya tatu, mstari wa kumi na sita. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na tatu yote mstari wa kwanza. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afanana naye na mnyama huyu? tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka; mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye